Sina maoni, jua lilipigwa hadharani, wewe mwandishi wa pale uliona. Basi ni kuombe sana uwaelimishe wananchi kwamba sisi ni viongozi wao, tunakuja kuwasikiliza. Wakienda na mwenendo huu, maana yake tunafahamu kwamba watakuwa na ajenda zingine, hawatahitaji kusikiliza na wananchi. Kwa hiyo sina maoni zaidi ya hapo, asante.

unyenyekevu mkubwa tunawaomba muende kule ambako viongozi wenu wamepanga, ili mheshimiwa mkuu wa wilaya awasikilize, na kama hamtakuwa tayari kuwasikiliza sasa maana yake mtuambie sisi tuendelee na shughuli zetu. Lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya amesikia zenu amekuja hisia zenu amekuomba mwende kule ambako. Nenda tu baba. Sawa eh? Eh? Wapi? Wewe? Nyuma ya nyuma ya nani?